Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Kwa hiyo tunaendelea leo na kujifunza kupitia, ma, kupitia somo wewe ni nani, na mada ya leo itakuwa inaongelea sasa, wewe ni nani in terms of unanini kwa sababu nimeendelea namna hiyo katika sehemu zilizotangulia, na hii ni sehemu ya ishirini na tano. Kwa katika sehemu ya 26 nataka kukutambulisha kutambulisha kitu kingine ambacho unacho tayari. E, natumia kitabu hiki ambacho kinaitwa utambulisho wako katika Kristo katika kufundisha somo hili. Na literally what it means to say wewe ni nani, who you are is your identity in Christ. Kwa hiyo, kwa Kiswahili kidogo inakuwa na changamoto kuweza ku, yani, this is not a very popular uh, phrase utambulisho wako katika Kristo. Lakini kwa kimombo ni very popular to say your identity in Christ. It's quite popular. I mean, ni topic ambayo imetrend sana, imefundishwa sana. Nitakwenda moja kwa moja kwenye uh, Wakorinto wa, wa Korinto wa wa wa kwanza sura ya pili mstari wa 16 nikisoma kwenye kitabu hapa, naona <laughs> nimeikosea hapa. Kuna typo hapa, sijaweka Wakorintho wa kwanza. So na, na nitakapofanya revision nyingine then <coughs> nitarekebisha makosa. Cause so, katika Wakorintho wa kwanza sura so, ya pili mstari wa 16 na ninasoma Biblia ya King James version, yani nimeitafsiri hiyo kwa Kiswahili kwa sababu ile tafsiri ya Kiswahili ime imeongea neno ambalo kidogo na nitaisoma hiyo pia ili kwa sababu peng, pengine wewe utasoma hiyo tafsiri ya Kiswahili. Anasema hivi maana ni nani aifa aliyefahamu, okay. kwa Kiswahili ile Biblia Kiswahili nasema ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amfundishe, lakini sisi tunayo nia ya Kristo ukiisoma, okay, literally namna hiyo na kujaribu kuielezea, kuwa na nia ya Kristo maana yake nini? Kuwa na nia ya Kristo maana yake nini? Yani tibu becomes a little vague. Yani, inapotea, potea hapo. Mimi nina nia ya Kristo, ni nia gani unayo ya Kristo wewe, una, una nia gani? Kwa ni neno ambalo sio popular pia kulitumia katika Kiswahili, neno popular ambalo limetafsiriwa li kisahihi kabisa kwenye hii King James version, anasema na maana ni nani aliyeifahamu akili ya Bwana, amfundishe? Lakini sisi tunayo akili ya Kristo. Kwa hiyo wewe unayo akili ya Kristo sasa. Akili ni nini? Unajua, akili ni kitu mku, ephemeral. It's an ephemeral thing. It's not tangible, sio kitu ambacho unaweza kukigusa ukakishika, ndio akili. Kwa hiyo you cannot measure akili ya mtu kwamba huyu jamaa ana akili sana. Tumefanya hivyo siku zote, si ndio? Umekwenda shuleni ukapata ukajenga vibanda vibanda ni A. Hey. Ukajenga vibanda. Mwingine, wengine wanasema ukasema, ah, yaani masomo yako yote ukapata A A A A au mia mia mia. Watu wanasema, u jamaa ana, ana akili sana. Very intelligent. Bila kuzama sana kwenye hilo, it's very difficult to measure akili ya mtu. Maybe it's impossible. Kwa sababu that kind of measuring is Oh, it's single minded measuring anyway, una unatumia kigezo kimoja tu kutoa measure ya akili, lakini measure ya akili sio kigezo kimoja, kuna mambo mengi sana. Ni kuambia anaposema, ndo maana tunataka tujifunze hiyo akili ya Kristo iko wapi, kwa sababu akili ya mtu wa duniani huko anaweza kuwa na akili kweli kweli za kupata kupata hey, au kupata mia, yani wewe ukigusa tu kumuuliza swali mia. Amepata mia. Je, hiyo ndio akili? Ah, Bibilia inasema hapana, hiyo sio akili sio akili pekee. Inaweza ikawa ni sehemu ya akili, lakini sio akili pekee. Basi kwa nini kuna wengine sasa hawapati mia mia mia mia? Kwa sababu Mungu alivyomuumba mtu mwanzoni alimuumba akiwa mkamilifu, wala hakuhitaji kupimwa akili yake. Ah, siku hizi kuna watu wanapimwa akili. Wana ukipimwa akili wanakuwa, wanasema huyu, tumempima akili yake, tunaona kama ame ana nini kichaa. <laughs> Wamepima akili ya mtu wamekuta kwamba ni kichaa. Wanapimaje? So I, that, I will leave that to the experts wa so kupima akili. Lakini mimi ninachotaka kuongelea akili kiukweli kabisa kibiblia. Akili ni tofauti na akili hii ya darasani. Sasa niliposoma nimekuja kusoma hivi hii huu mstari baadaye sana, ni mimi ni kwa chuo kikuu, ni kwa college, sio chuo mimi sikusoma chuo, nimesoma college kwa ni kwa college nikasoma hii habari kwamba, tena katika hiyo King James Version ukisoma kwa Kiswahili, you get nothing out of it. What does it mean kuwa na nia ya Kristo, lakini kuwa na akili it brings to home kwa sababu then unaanza kusema ah, natumia akili kufanya nini? Kufikiria, natumia akili kufanya maamuzi, natumia akili kufanya mipango, natumia akili kupanga vitu, natumia akili kuongea, natumia akili kukumbuka vitu. Kwa akili inaweza ikaongeza ikajumuisha memory, inaweza ikajumuisha Uh, maarifa kwa duniani, akili ni maarifa. Maarifa nafikiri na fikina, kuna msemo kabisa wa uh, Kiswahili unasema akili ni maarifa, yani ni maarifa ulionayo, kiasi cha maarifa ulionayo ndio akili, s so, katika Biblia kuna wisdom na kuna knowledge. Kwa hiyo maarifa is just knowledge, you are full of knowledge but you may not be as wise as you are knowledgeable. Watu wengi wako hivyo, unakuta, yani, ukiongelea mambo ya hiyo elimu ya kusoma, huyo mtu akikaa chini kusoma anakutengenezea vibanda hivyo hizo e eh, hizo Ewa, mtu anajisifia kwamba mimi bwana, nina masters na master yangu ni masters yao, PhD yangu ni golden uh, golden PhD, yani manake sikuwahi kufeli mimi, yani sikuwahi kufeli. Kuna mtu mmoja yani, tulikuwa tunaongelea kuhusu mambo ya kujifunza mambo fulani akanambia mimi naogopa kufeli eh, maana mimi sijazoea kufeli mimi bwana, ah. Nikasema sasa, sana sana wengine kufeli ilikuwa ndo, yani umefeli feli feli, una uwezo kweli wa darasani lakini una feli tu. Kwa nini? Yani ile akili yako haikuwa huru, hiyo akili haswa ile M mind, ah no, brain. Kuna mind na brain, yaani kuna ubongo na kuna akili. Ubongo sasa ni kitu ambacho kiko Uh, tangible na muundo wa ubongo wa mtu unaweza kudetermine kiasi gani yule mtu anaweza kuwa na yani kutumia au kuya, kuwa na kumbukumbu za mambo. Watu wengine wana kumbukumbu kumbu na wana uwezo wa kuelewa mambo sana kutokana na muundo wa mbongo zao, kwa hiyo we recognize that. That is one of the factors ambayo inampelekea mtu mmoja kuwa na uwezo mkubwa wa kuelewa, uwezo mkubwa wa kuprocess mambo na kufanya maamuzi, au uwezo mkubwa wa kujifunza mambo mapya, ni jinsi ya muundo wa ubongo wake ulivyo. Lakini kwa hiyo nilivyokuwa na nilivyojifunza hili habari kwamba kumbe, ah, kuna kitu kinaitwa akili ya Kristo I want that mind of Christ so I can be scoring 100 darasani. Nataka hiyo kwa sababu nataka kuwaonyesha watu kwamba mimi mimi na na akili. Actually kwamba mimi na mimi na akili. Actually nina akili kweli kweli. Hiyo hiyo ya huko darasani. Nina akili kweli kweli. Lakini that's not what the Bible is saying. The Bible is talking about wisdom and knowledge is is talking about that which is contained in the word of God. Akili ya Kristo ni neno la Mungu kwa au, agano la Torati, Musa alivyokuwa akiwaeleza, anawaeleza utukufu wa ile Torati ambayo Mungu alikuwa amewapa wa Israeli, akafika maarifa na akasema, na hii ndiyo akili yenu, yaani this Torati hizyo akili watu watakavyoona jinsi mlivyofanikiwa mlivyowashindi kutokana na kuyashika yote ambayo yameandikwa kwenye Torati, watajua ya kwamba, watajiuliza watasema, ni Mungu wa namna gani ambaye yuko na hawa watu? Kwa sababu wana akili sana. Kwa hiyo akili kwa lile agano la Torati, yani kwa sio tu agano la Torati. Ukisonga mbele, pia hata kwenye Zaburi kuna mahali anaongelea akili in terms of kuyashika maagizo ya Mungu, yani that word of God ndio akili. Sasa ukisoma kwenye Zaburi ya 119 nafikiri, ya 119 kuanzia mstari wa 108, anasema anasema, ni nayo akili kuliko wakufunzi wangu wote, kwa sababu ninazishika, nimeishika sheria ya Bwana kwa akili ni neno la Mungu neno la Mungu lina include mashauri, maagizo, maelekezo, ushuhuda, sheria na kadhalika, maagizo ya Mungu, everything that comes from the mouth of God ndiyo akili. Kwa nini nataka ku contrast na hii ya kawaida? Mtu ambaye ana akili sana hapa duniani kuna mambo fulani anayafanya ambayo ukiyajumlisha na kutoa, unasema ana akili huyu. Hawezi kuishi na watu, hawezi kujeli na watu. Ukiwachukulia kina Albert Einstein, maisha yake alo, unahafu, by, by the way, Albert Einstein alikuwa sio mtu waaa, hey, hey, hey, darasani. Albert Einstein alikuwa ni kilaza darasani, kwa sababu alikuwa kilaza sana, alikuwa anafanya kazi university alikuwa kilaza, hawezi chochote. Wakasema huyu ah, sasa bwana huyu tumweke maabara huko huko kwingine kote, hawezi kutusaidia. Wakamuweka maabara, ndo akagundua atomic, yani akagundua ile theory of the atom, akagundua na theory nyingi nyingine ambazo sasa hivi wenye akili, yani they cannot figure them out. Lakini nilichotaka kusema ni kwamba akili kwa mtazamo wa Albert Einstein huyu, alikuwa na akili sana, alifeli maisha kabisa kabisa, hakuwa na hekima, hakuwa na maarifa ya, ku, ya kupambana na maisha yake ya kila siku na ndoa sijui na watoto ha. hakuwa nayo hayo maarifa. Kuna mwingine ana akili sana hizo za darasani, lakini hawezi kutunza ndoa, hawezi yani, yee ya maisha yake anazaa hapa na pale na pale na pale, au hawezi kushinda pombe. maisha yake yani yeye ni dozed full time. mlevi tu. ile akili ya darasani haiwezi kumsaidia kushinda ulevi. So, that's what I'm talking about. Kwa hiyo akili ya Kristo it is wholesome, yani inakusaidia kuyatawala mazingira yako yote kwa ujumla inakufanya uwe mtawala, inakupa wewe dominion. Yani, neno hili la Kiingereza ni zuri sana kwa Kiswahili. Dominion ni, ni usultani, sio? Ah, Kiswahili tena ni neno la Kiarabu pia, lakini dominion, to dominate everything. Ukiwa na kansel ya Mungu, yani na mashauri ya Mungu na mawazo ya Mungu na hekima na maarifa na ufahamu na uelewa wa Mungu wa mambo ya ya Mungu wa jinsi Mungu anavyotaka ya mambo yawe, una dominate everything. You dominate everything that goes around you kabisa kabisa. I will cut short this one for ili tuendelee kwenye next uh, session.